Ah, kipindi chetu cha habari cha Kionjo TV. Leo tumefanya takimu, takimu ya makabila yaliyofanya vizuri mwaka 2022. Ndio bwana katika makabila yaliyofanya vizuri katika mwaka 2022 hadi kuelekea 2023, kwa mtu wa kwanza ambaye ni maarufu sana ambaye anaongoza katika ufanyaji vizuri, mtu wa kwanza, oh no. Hapa ni Muha. Eh, eh! Maana waha wameongoza kwa sababu hawa watu ni watu ambao wanaweza kukopesha sehemu yote, wanaotaka kukopesha, uwe una hera, uwe una hera, lakini utalipa. Mtu wa kwanza katika kufanya vizuri ni Muha, anaonekana ni mtu anayekopesha sana vyombo, ni mtu anayezungusha shanga zake kila kona, huuza vyombo. Ni watu ambao wametawala katika nchi, ni watu ambao wametawala kuanzia da mpaka kwa huko Kigoma. Hawa ni Waha, na hata huyu mtangazaji mwenzangu pia ni Muha, anaona amekuja na vyombo vyake hapa. Aliletea yeah, kiatu kama ni mfano wa kuuza tayari yupo kwenye biashara. Yaani kwa kuelekea jinsi kanuni alivyozungumza mkurugenzi, ni kwamba sisi Waha ni watu ambao ni maarufu sana. Ukipita katika kanda kidogo ya Nanii Dar es Salaam kwenda Morogoro kuja mpaka Nanii Dodoma, Dodoma kule kwenye Wagogo kule. Yaani huko kote sisi Waha tumefika, tunakopesha, tunauza na watu wanalipa kwa wakati. Na watu wengine ambao ni maarufu sana katika mwaka 2022 niseme ni watu ambao wanawenyewe katika biashara zao kidogo wanajitahidi ni Wachaga. Ila Wachaga Wachaga Wachaga tu, jambo la kwanza ni wabahiri. Oh, no. Wameshika na wenyewe katika nani ya mwaka 2022 oh, Wachaga wamekuwa namba mbili. Namba mbili. Sasa wameferi, wapi Wachaga? Hmm. Wachaga ni wabahiri sana, hapo ndo walipokuja kuferi. Kwa Mchaga kazidiwa na Muha. Ya vibaya mu na ni kapigiwa mbali. <laughs> Anacheza na Muha wewe, cheza hangine. Ya yani, Mchaga ni mjinga kweli kweli. Kwao Mchaga kwenye ubairi kazidiwa na Muha mjini. Yani, ya Mchaga kazidiwa na Muha kwa sababu Muha ni mtu anatumia teknolojia. Yaani, anajua nikimkopesha mama fulani lazima huyu atalipa, lakini nikimkopesha yule ka binti binti kataanza baby I love you. Mwisho kwa siku unajikuta oh, oh, haya hera ina fear yako. <laughs> Huyo mchaga ameshika namba na mbili katika takwimu zetu za maendeleo mwaka 2022 za biashara na mtu wa tatu ambaye wa sasa anakaribia karibia. Mpenzi msikilizaji, mpenzi mtazamaji, namba tatu ameshika Wabena. Inaonekana, Wabena hili linaonekana kabila jipya lililotawala mjini kuanzia Kariakoo Kuja Buguruni, kuja Mombasa, kuja ke- uh, Mombasa ya Kenya, Mombasa ya Ukonga. Kuja Banana, kuja Japana Segerea, kuja Sinza, kuja Mwenge. Wamekamata wabena e, hawa wanaweza kusema kwamba ni nambari moja, kama kama wakati mwingine kusema kuacha waha, au wanaweza kuwa nambari moja kwa sababu kali yako. Ukiangalia magorofa yaliyopangana pangana pale, he bwana wewe, yote ni ya wabena. no, no, no, eh? no, no, no. Biashara zote za mule ndani za wabena, sema sasa. Hata hivyo na kufanya biashara hizo waha, hawa wanafanya kazi ya kununua mzigo kwa wabena, wanakuja kufanya kazi mitaani Ila asili kubwa ya hawa wabena ni wanaroga. Utarogwa wewe je? wanarogana. Wanaroga? naisi wamempindua wa mchaga wa kuroga. Kwa hiyo tarehe 25 walivyoenda wachaga kwao, naisi wamekuja na kitu kipya mwaka 2023. Kwa hiyo utavyotegemea mwezi wa 12 wachaga wataweza kupindua meza Okay. Hapa sasa kuna watu wengine ambao ni namba na nne, ambao kidogo hawa na wenyewe wanakaribia karibia katika uchumi huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa sababu ya kuonyesha kwamba wanaweza kufanya vizuri hapa. Wanaitwa wasamba mama, hawa wafupi, watu wa milimani, wameshika namba nne, wazee wa kuuza machungwa. Ila anachosikitika ni kwamba mvua hamna, afu wakashika nafasi, sio machungwa tu wale na njagara ya ukipita mitaa nasikia njagara njagara. Wale kidogo wanaongoza na wenye katika hali ya kuuza, wanataka kuharibia karibia waha kidogo, lakini sema kidogo tabia zao kidogo wanakuwa napiga sauti nyingi nyingi, ila waha taratibu wanaingia ndani, wanafanya biashara, wanaondoka bila kelele, ila nahisi wametumia dawa nyingi sana kufanya kazi biashara, maana machungwa na ni kweli kuwa amna wamekuwa nafasi ya nne kweli inanisikitisha na, na inanihuzunisha <laughs> safari nyingine ambayo mpaka nataka kulia hapa, kuna nani hii nyingine waliongoza kidogo, lakini hawa wameongoza kikubwa kwa sababu wanatumia teknolojia kubwa. Hawa ni Wahaya hawa, Wahaya bwana, wameongoza kwa umaraya katika mwaka 2022 oh my God, kwa sifa kubwa ya Wahaya kuongoza katika takwimu zetu za biashara ni umaraya oh. Wanauza kimboka, wapo. Ukienda wapi Sinza kule wanaita wanja wa ofisi sijui, yeah. wapo ukienda Temeke kule wanaita wapi kule kule unapoendaga kule oh, nani hii Temeke kule nani hii makaranga mbili kule wapo, wapo wamejazana kila sehemu. Ukija ukienda Mwanza pale makoroboi bwana wewe, wamejipanga kama risasi, njoo kwangu, njoo kwa bwana, haya bwana, haya bwana, kila sehemu hapo. Naona ukienda Arusha sehemu moja wanaita morombo kule kwenye nyama, kwa wapo na peyo. Ukienda kule sehemu moja wanaita Shamsi wanakuepo kule ndio wamejaa sasa Ujua hawa haya ni maraya wamezidisha, tena ni maraya hadi wamekisirisha. Na mimi nachapenda kusema hawa naweza kuwaweka kwenye rukoo ya namba mbili kwa sababu hawa biashara yao wanaifanya, wanafanya kwa kuuza mwili wao. Lakini ngoja nikupe maoni mamoja, inabidi siku tufanya takimu za umaraya wanaongoza. Kuna ambayo inayoongoza zaidi ya Wahaya? Hakuna. Hakuna. Kuna Wamburu. Wamburu. Samani nimekosea maana nimeoa Mburu. Tani same. Wewe. Che che che. Wangu. Bana wewe. Katika roho sasa nyingine inawafuatia. Wangu kwanza Wahaya ni na. Hao oh, ni watu watano. Watano. Eh, Wahaya. O, lakini tusizungumzie Wahaya. Kuna makabila mengine huko yapo pia kwenye kwenye. Ah, wewe kwa huko kwa huko upande huu uh, nyamanza ile Wahaya wanaongoza. Hao wa Buguruni wengine ni watu gani? Eh, Wasamba nao wapo. Wasamba? Kuna Buguruni pale ukienda kuna kamzungu bwana tunajaga. Eh waa nakoya sita, <laughs> sita katika watu ambao aliowaongoza na kufanya vizuri katika mwaka 2022 kuelekea 2023 hapa bwana, walikuwa ni wagoni. Wapenzi wasikilizaji, namba sita wameshika wangoni katika tathmini zetu za makabila aliofanya vizuri 2022. Wangoni wamepata bahati ya kuwa namba sita kwa usaliti. Ni hatari yani, hawa kumuoa leo na kesho kwenda kwa jirani yake mwengine. Akawa ndo kibasha chake. Ha, ni sawa tu kwa jambo na kushangaza. Hiyo ni kawaida yao. Mimi si shangai. Mgoni alimsaliti mbwa wake aliyekuwa anampenda. We, mbwa aligharamia kila kitu, mbwa alikuwa anafanya ulinzi mzuri, mbwa alikuwa analeta minoko, lakini mgoni akamsaliti mbwa. Eh, sasa iweje kwa binadamu asiweze kumsaliti? Juzi juzi tu mjomba wangu mmoja anaitwa Edgar Mdegira, Degira Jeshi alipenda

Kuna harakati nyingine nasema katika watu ambao waliofanya vizuri katika mwaka 2022 watu kwa kwa saba, kwa kwa kwa, wa saba ah, wa hawa eh, ni wahehe nao wameingia kwenye rekodi ya kufanya vizuri mwaka 2022 eh, kwa sababu ni watu ambao wameongoza katika harakati ya kujinyonga katika mwaka 2022 Hao ni watu wa kwanza waliotia fora Tanzania nzima. Hizo ndio sifa wahehe. Wanapenda ukipata demo wa kihehe Kwenye visigino we. Kwa, unataka kulishauri kwamba na mimi niweze kufata wa hehe niweze kuoa huko huko au unataka unisemaje? Sasa ubaya kwamba ukishamuoa muhehe, ndugu yangu, jua lazima tajinyonga. Kwa hiyo kamba inabidi uzifiche, mkae ukaenazo mbali maana ukikana kamba karibu imeisha. Ukioa na muhehe kamba zifiche, maana yake nakua nimeoa adui. E, nguo sasa tu mtakuwa mnavaa hata chupi, tu mwanzo mwisho na boxa mtembele nazo, maana ukiweka nguo kama hizi t-shirt, ukiweka flana unaanza kujinyonga nazo, akatengeneza kama akajininginiza. We, kwa hiyo cha msingi hata mapazia usiwe nayo ndani wala vitambaa, cha muhimu wenyewe mnaishi tu na godoro moja basi, nguo hizo hizo mnazovaa hapo. Bwana, nimekuelewa, na tuende kuangalia katika watu wengine walioongoza kufanya vizuri katika mwaka 2022 kwenda 2023. Hapa bwana ni mgogo. Ah. Unachukua mgogo ni mtu kwa nani huko, huko Dodoma, eh mgogo Wapenzi wasikilizaji, katika nafasi ya nane ya mtu aliyefanya vizuri katika mwaka 2022 katika mkoa ni Mgogo, ili kabila la Dodoma. Sifa kubwa ya Mgogo kufanya vizuri ni nini bras? Uh, Mgogo kufanya vizuri kwanza, tabia ya kwanza yeye ni mchafu wale pana ukiwaangalia kwenye meno mpaka wamesema ngoja, kwa nini narudi hapo unasema Mgogo? Wagogo ni wachafu. Sasa umeingiaje kwenye sifa bora za kumi afu ni wachafu. Hiyo ndio sifa yao katika nani, hiyo roho yao huko kwao. Nashukuru kwa kumenikumbusha kitu. Sifa nyingine ya Mgogo anaongoza kwa kuomba. Wagogo wanaomba. Broza wagogo wanaomba. Mimi nafikiri hata ukimpeleka kanisani kwenye kufanywa maombi anaweza kawa namba moja. Akawa namba moja maana ataombewa pale na ataomba kweli kweli. Haisi mpaka, mpaka muda wa kanisa linabomoka, yeye ndo anabidi aondoke nyumbani maana bila hivyo mgogo anaomba. Wewe so kuomba kama kuomba kwenye mombi, mgogo anaomba, yani anaweza kumuomba baada ya kata, anamuombea atamuombea tena apate pesa, ataomba tena apate vingine hivyo, yani mgogo anaomba, anaweza kuomba hata kitu cha padi. Mimi nasikia wale wanaomba mpaka mchuzi. Jirani yangu ni mchuzi, sasa akija kuomba mchuzi, ndugu yangu, pamoja na haibu haibu, tampa mchuzi kweli, si lazima mumpe na kanyama, eh ndugu yangu, kutokana na hivyo hao watu wanaomba sana. Mimi bwana, nakumbuka nilikuwa naishi na mgogo mmoja. Ule mgogo wezamini, alikuwa naomba ndizi, anaomba tango, mwanaume ananifuata mimi anaomba, "Wewe naomba ndizi, naomba tango." ananiomba siino ino. Ino alikuwa ananifuata mimi ananibwana, naomba ndizi, naomba tango na ukampa ndizi tango wanaomba na, yeah. Na, na mimi ungekuwa ya karibu yangu sababu wanakuwa wanataka banataa uwapatie yeah. Eh, katika watu wengine walioongoza katika mwaka 2022 kuelekea 2023 ni wa, Wanyakiusa na, na wa, wa, wa kipindi cha cha kionjo TZ. Katika takwimu zetu namba tisa imeenda kwa Wanyakiusa. Hebu tumpe sifa za Wanyakiusa kwa kwa ameshika namba hiyo. Hawa ni watu ambao makanisani una, ya. Kidogo hapa kama kama changanya, changanya. Wanyakiusa, Wanyakiusa hawa ni watu ambao wanaongoza kuwa wachungaji, kuwa manabii, kuwa wainjilisti, kuwa makanisa mengi, wanaongoza kwa kuwa na makanisa mengi mjini. Kwa hiyo maana yake hao ni kama nani? Tuseme wachungaji. E, mimi nahisi, ne, sasa na mpaka sasa hivi nimekaa nafikiria nikafikiria Yesu alidondokea kule Mbeya. Maana haiwezekani kila kanisa linatoka kwao. Mara wanajiita manabii, mara mitume, mara mafali, mara mapetro, mara wasiuma nani, e, mara wachungaji, mara wainjilisti, mara waimba kwaya. Kila kitu ni wanyakyusa. Kwa hiyo unataka kuniambia na Mwamposa ni mnyakyusa? Basi sitaki kesi na nabii huyo bwana. Sitaki kuchoma moto blaza. Ndugu yangu, unabii upo sehemu nyingi, ila Mbeya kunaongoza kwa manabii. Kitu kikubwa kilichoongoza Mbeya ni kwa manabii na kufungua makanisa mengi. Kwa hiyo namba tisa wameshika, kwa sababu wana makanisa mengi mjini pia, hivyo hivyo, bila kusahau Wanyakyusa wana mizigo. Wanawake wa Wakinyakyusa wana mizigo mizigo yaani, maana ya yako yaka kuniambia kwamba huku hii riziki imejitenga na mwili wake. Ila kikubwa ambacho kinasikitika sura, wanaga wa Nyakyusa wamenyimwa sura, wamebondeka bondeka, wewe ukimwangalia vizuri. Mule mpaka mafuta nyuma <laughs> Nyuma anakuaje? Kafunga ashia, ha, yaani ukafikiri kafunga nani nani hii? hii? Sura. Dumura dumura na viazi. Sura. <laughs> mm. Katika watu wengine waliongoza katika rokoo yetu ya Kionjo TZ katika mwaka mm, 2022, 23. Ah, mm, bwana walikuwa ni Wakuria. Mungu wangu, Wakurya tena? mm. Wale watu wa Mara wale wa kushika mapanga ameshika ma, ma, ma <laughs> <wanguja>, <laughs> namba kumi Wakurya wameshika nafasi ya kumi katika takwimu zetu tulizofanya mwaka 2022 za kakiono makabila yaliyofanya vizuri. Yeah. Katika tafsiri Kionjo TZ, yaani makabila yaliyofanya vizuri mwaka 2022, kabila la kumi likiwa kabila la wazee wa mapanga. Wakuria, Wakuria. Wameshika kwa nafasi hiyo kutokana ni wameuza sana mayai. Sasa hivi Wakuria wanaongoza kwa kuuza mayai nchi nzima. Naona sasa hivi hata kwenye kupigana na mapanga hamna. Sasa hivi naona hata kutoka kike, hawapigani tena. Na sio hilo jambo moja tu. Jambo lingine Wakurya ni watu ambao wameongoza kwa kukata. Ha. Kwenye kukata kuna mambo mengi, hebu fafanulia, wapate kuelewa watazamaji. Nikisema kukata, maana yake wale wanatabia kuwananihiwa kuwasilamura watoto wa kike. Kwa hiyo ndugu yangu kameraman mwenyewe mwenyewe mkwake ni Mkurya <laughs> razi, tafadhali. Tupo kwenye kipindi. Wanaongoza kwa sifa ya ukeketaji ambano ni kitendo cha serikali wanachokikataza lakini wao pia wanaongoza kwa sifa hiyo. Kwa hiyo takimu tu ulizozifanya ukiwa mwanamke wakikulia, hawezi kukusaliti zaidi, atataka umpige na sasa hivi unampiga na mayai, kutoka na mayai yamezidi kuongezeka hapa nchini, ila kwenye kukeketa sasa Hana hapo katika hali ya kukeketa. Maana yake, unapokuwa unakuwa katika hali ya tendo lenyewe le husika, wanakuwa hawajisikii katika hali ya kusema kuna kuchoka, yaani wanafanya kazi ile katika hali ya standard, bila kusema kesho nitarudi wala nini. Mambo yote yanakuwa yamekamilika katika wakati ule pale. Kwa hiyo kiufupi, hiyo tabia siyo nzuri, kwa sababu inaua mazingira mengine kuwa na stimulation ili kuweza kuweka katika hali ya usawa sawa. Kupata tusiongelee sana hawa watu, maana ni hatari, ila sifa yao kubwa ni kuuza mayai. Maana baresa anawajua, moa anawajua, ukienda huku okay. unajua sifa kubwa ya hawa watu wa kule kwa kuwa wameshika namba kumi kwa ajili ya kuuza mayai, maana baresa anawajua

wewe zungumza wewe. mimi sipo. Lakini wapo hivyo, sio hao hao tu hata jirani yao na nini hii hapo na nini hii kule, yeah. Makabila kumi yaliyofanya vizuri ni hao, tumeweza kuyasikia katika kipindi chetu cha Kionjo TV, ni makabila ambayo yamefanya vizuri katika mwaka elfu mbili Asante, katika mwaka na mbili, kwa kuwa makabila yamefanya vizuri, lakini kuna swali nataka nimuulize ndugu yako. Kuna swali nataka nimuulize kijana mwenzangu, bora kurudiana na wako au bora kufa? <laughs> bora kurudiana na wako au bora kufa? <laughs> wewe watuulia kwanza, yaani katika vitu ambavyo mimi nishavikataa kwanza, neno kufa. Neno kufa lisikie. He, cha zaa nyingine, bora mimi nirudiane naye kuliko kufa kuna nyumba moja alisema boko alikwambia, matapishi ni kinya, siwezi kurudisha tena kwenye kinyu. Bora kufa, blazi, siwezi kula tena makombo, maana nikirudiana naye ataniacha tena, moyo utaenda wapi? Acha aende, mimi bora blazi. Umeingia cha kike, unataka kurudiana naye, sawa sawa, na acha aje raha. Ukishajionja bwana, usiiache akikutenda tena, sawa tu, kale kachunga zamani, kale kachunga zamani, ukikaacha unafikiri ukarudi tena Hmm? Kuwa na chungu kipi au kula cha zamani? Kwa hiyo nasema mimi nirudiane naye, kuwa na moyo jasiri kama kinyonga, kila wakati nabadili, kubadilisha rangi kutokana na hatari, ni brother bora Asante kwa kuangalia kipindi chetu cha takimu zilizo wa makabila yaliyopo hapa nchini